Nafungua eneo hili la mtaa mpya wa Ikunda katika jina lake Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, Amen. <tipu> Ametoa rai hiyo wakati akizindua mtaa mpya wa Ikunda unaotunzwa na KKKT usharika wa Keri uliopo dayosisi ya Meru mkoani Arusha amesema kuwa kuanzishwa kwa mitaa mipya kunalifanya kanisa kukua na kuwafikia washirika wengi kwa ukaribu zaidi. Kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania linakuwa dasi yetu, vilevile inakuwa na sharika zake, mfano wake ni uwa leo kwa mtaa huu ambao tumeuzindua. Kwa hiyo wito wangu ni kwanza tumshukuru Mungu ambaye anatenda kazi yake mwenyewe, lakini pili, kuwahimiza washarika waweze kupaza sauti pale ambapo wanafikiri pana haja ya kufungua mtaa mpya, watuelekeze, watushauri. Nyingi ya sharika za kanisa letu ambazo zimeanzishwa hapa nchini hata nje ya nchi, washarika ndio walileta maombi yale na kusema, tunaomba tuanzishe mtaa mahali hapa. Kwa upande wake mkuu wa jimbo la Magharibi KKKT ambaye pia ndiye mchungaji kiongozi wa usharika wa Akeri, Mchungaji Franaeli Sanja pamoja na parishweka Mwinjilisti Eliwandeta Mwendo anayehudumu katika mtaa huo na mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya uzinduzi wa mtaa huo Thomas Yakio wamesema kuwa roho ya kujitolea kuifanya kazi ya Mungu inapaswa kurishishwa katika vizazi na vizazi, ambapo wametaja malengo ya mtaa huo mpya. Wito wangu kwa washirika hawa ambao leo wameshuhudia tukio hili ni kurithisha kazi ya Bwana kwa vizazi na vizazi. Jambo hili limekuwa ni baraka. Kuna ambao siku ya leo hawajawahi kuona mtaa ukizinduliwa, lakini kwa mapenzi na kwa neema ya Mungu wameona tendo hili. Ninaamini kwamba watarithisha na wataelezea kazi ya Mungu jinsi inavyofanyika, na tunaamini kwamba jengo hili na mtaa huu utakuwepo mpaka pale Kristo atakaporudi. Maana ndio msingi wa kanisa unavyokuwa, kwamba mtaa umezinduliwa, maana yake mahali hapa mpaka Kristo atakaporudi, tutaendelea kumsifu na kumshangilia Bwana. Tulijitahidi kwa kweli, Wakristo na Mungu awabariki, wanajitoa kwa mioyo yao, kwa nguvu, kwa mali. Wanajitoa unapowashirikisha jambo, hawarudi nyuma kabisa. Wako wale ambao wana changamoto ndogo ndogo lakini tunashukuru wote wanahusika na wanashiriki kabisa kazi zote, na hata sasa tunaendelea vizuri. Kutokana na idadi kubwa ya washirika kulinganisha na jengo la sasa, tunalenga kujenga jengo kubwa zaidi, kwa kuwa wakati mwingine baadhi ya wakristo hulazimika kukaa nje wakati wa ibada. Tunalenga kuwa na changizo mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano ili kupata pesa za ujenzi wa jengo kubwa zaidi la kuabudia, ofisi pamoja na darasa la shule ya Jumapili. Nao baadhi ya washiriki wa uzinduzi huo akiwemo mchungaji Martin Lorenzi kutoka Ujerumani, Moses Mbise na Silas Mungure wameeleza furaha yao baada ya kushuhudia uzinduzi wa mtaa huo mpya. I'm very happy to be here because building a new church always is makes me so happy because you know I come from a country where church is decreasing church churches kidogo in Ujerumani and so it's really so great to see that new churches are built here in Tanzania. Kwa kweli tumeupokea kwa furaha kubwa sana kwa sababu tulikuwa na hamu ya kuwa na ushirika lakini tunaanza na mtaa kitakachofuata ni ushirika kufuatana na nguvu zetu tulizonazo, na tuna hakika tunaweza, kwa sababu tuna watu nyuma yetu. Karibu kilomita mbili tatu ndio tulikuwa tunaenda kanisani, lakini kwa sasa hivi tunakwenda, hakuna ambaye anatoka karibu zaidi ya kilomita moja, hakuna ambaye anatoka zaidi ya kilomita moja kufika kanisani. Kwa hiyo tunafika kanisani kwa muda na kuna huduma tunaipata kwa muda kutoka hapa katika mtaa huu mpya wa Ikunda. Mimi ni Eli Huruma Chao, Pendo TV, Habari.